Viongozi mbalimbali mbali wamejumuika kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Mama wa taifa Bi Rachel Ruto ameongoza sherehe za kuadhimisha siku ya wanawake duniani katika chuo kikuu cha Tomboya kaunti ya Homa Bay, huku akiwapongeza kinamama na kumtaja Profesa Maria Nzomo kwa kuchangia mchango mkubwa wa wanawake katika kuwania nafasi za kisiasa. As we reflect on the journey towards gender equity we must honor the women who have played a significant role in advancing the political space for women in Kenya celebrate professor Maria Nzomo helped set the pace for the increased participation of women in leadership that we see today kwingine kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi akiwa katika eneo bunge la Malava amepinga vikali kudhulumiwa kwa wanawake, akiongeza kuwa siku hii ni muhimu, inatoa nafasi kwa kila mmoja kujitahidi kuwasaidia wanawake kutatua changamoto wanazozipitia ili kuwawezesha kujiimarisha katika sekta mbalimbali. nimesimama hapa na wamama kutoka Malava constituency, tuko pamoja kwa sababu wa siku ya kimataifa ya kusherekea umaarufu wa kina mama na wasichana wetu. Tunataka tuchukue siku hiyo kukumbuka yale ambayo wameweza kutimiza. Tunataka wawe kwa mstari wa mbele kuimarisha uchumi katika ulimwengu. Na katika kaunti ya Machakos, gavana wa Vinya Ndeti akizungumza, wakati wa sherehe za kuadhimisha siku ya wanawake amewataka wakazi kuacha kutatua kesi za unyanyasaji wa kijinsia katika mahakama za Kangaro na badala yake kupeleka kesi hizo kwa mamlaka husika. Maneno ya Kangaro Court mwachane nayo. hata kama ni bwana yako atafanyia mtoto wako hivyo, atakuja kufanya mambo mengine you know. Kwa hivyo afadhali watu kama hao tuwatoe kwa nyumba ze? zetu. Kaunti ya Mombasa mamlaka ya bandari ya Kenya nao wameadhimisha siku hii katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani kwa kuwa zawadi ya kina mama waliojifungua katika hospitali hiyo pamoja na waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. General, today we are Uh, is the major hospital in Mombasa so we've, we want to be KPU wants to be identified with it giving this donation to the maternity wing and the gender based violence uh, ward victims PA believes in it, in women it's about promoting gender equality and equity the theme for this year is uh, accelerate action and for us as an organization uh, we've put various programs to ensure that there is